Kwangu mimi ni faraja kubwa sana kuwapokea uh, madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi na bobezi mingine mbalimbali ambazo zimetajwa katika ugeni huu. Ni fahari kubwa sana kwangu kama msimamizi mkuu wa Wanakatari kwamba maboresho yaliyofanywa ya miundombinu mbinu, vitendanishi, watumishi, vitendea kazi na kadhalika, yanakwenda kuimarishwa zaidi kwa sababu ya ujio wa timu hii ya madaktari bingwa wa awamu ya pili kutoka katika mpango wa Mama Samia kwa kutoa huduma zilizoboreshwa. Niwakaribishe sana kama nilivyotangulia kueleza, na niwatakie kazi nzuri kule tutakapokwenda kufanya kazi katika muda huo, kuanzia leo tarehe kumi na tisa ta mpaka tarehe ishirini na nne kama nilivyotangulia kueleza, niwahakikishie usalama utakapokuwepo ndani ya mkoa wa Katavi maeneo mbalimbali, nikutaki katika utawala wa mkoa simamia kikamilifu kuhakikisha yale yote ya ambao ni wajibu ndani ya mkoa wa Katavi yanatimia, ili waweze kufanya kazi yao vizuri, kwa sababu hii mimi ni hatua muhimu sana ambayo ni mwendelezo wa kuendelea kutoa huduma bora za afya kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. Kwa hiyo ni waombe sana mtakapofika kule, yawezekana mila na desturi ilizozizoea nikakuta kuna mingine tofauti, naomba mwavumilie wana Katavi lakini mwahudumie kwa upendo mkubwa, kwa weledi mkubwa na kwa kuzingatia taaluma zenu. Lakini jambo la pili eh, nimeambiwa kwamba wananchi wametangaziwa kupata huduma hizi. Nitoe wito kwa wananchi wako wote wa mkoa wa Katavi, lakini na mikoa jirani ambao wako karibu na sisi, yeyote ambaye anahisi ana tatizo la kiafya, wakati ni huu, wafike kwenye hospitali za halmashauri zote, wafike hospitali ya rufaa ya mkoa kwa ajili ya kuonana na madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi katika kipindi hiki cha siku takribani tano mpaka tarehe ishirini na nne ya mwezi wa tano. Huduma hizi zinazotolewa kwa wananchi ni huduma za bure, lakini si bure kama ule, ni huduma ambazo Mheshimiwa Rais amezilipia. Kwa maana hiyo, niwaombe wananchi wajitokeze kupata manufaa makubwa ya maboresho sita ya sekta ya afya na kwa huduma ambazo mheshimiwa rais ameshazilipia kwa maana wao watakwenda au wata watakuja wata k takapokuwa bila uh, kuja kudaiwa kitu chochote kama fedha na mambo mengine mbalimbali. Jumla ya madaktari bingwa waliopo hapa ni 34 katika ubobezi tofauti saba. Okay. Uh, tukianzia na ubobezi wa afya ya mama na ukunga, afya ya watoto uh, na watoto wachanga upasuaji, magonjwa ya ndani, afya ya meno, uh, dawa za usingizi na ganzi salama na wauguzi uh, bobezi. Uh, tutakuwa hapa kwa muda wa siku sita kuanzia leo tarehe 19 hadi tarehe 24, na lengo mahususi ni kwamba tunajua si wananchi wote wanaweza kumudu gharama za kutoka vijijini kwenda katika hospitali kubwa kwa magonjwa yale makubwa. Hivyo serikali kupitia Wizara ya Afya uh, imesogeza huduma kwa wananchi. Uh, na tunatarajia uh, zoezi hili litakapokamilika tutakuwa tumepunguza kwa sehemu kubwa vifo vya mama na mtoto pamoja na kupunguza uh, magonjwa ambayo uh, E, wananchi wetu walikuwa wamekaa wame nayo huko vijijini. Rai yangu kwa wananchi wa Katavi wajitokeze kwa wingi, kwa sababu hizi huduma badala ya kwenda Bugando, Benjamin Mkapa au Muhimbili au Mbeya Zono, kwa sasa hivi watazipata katika maeneo yao ya karibu.